Mwanzo wa mwaka huu. Lazima ukabidhi mipango yako kwa Mungu. Ukabidhi ndio mipango kwa Mungu. Ah, na mipango bila mahesabu haiendi. ukichelewa mm -hmm. kuchagua maisha hata kuchagulia rafiki hmm. mm. yangu bao chaguliwe na Mungu. Kwa hiyo bado una amini kusubiri ya ndio na amini, ili nipate kitu keyicho saii. Kwa hiyo rafiki yangu Jamila, umepata mm. Mungu na magari, ana majumba, ana, ana pesa, ana kila kitu ambacho wewe kwako kwa kinafaa, unamkataa kisaana Mungu. Basi hebu mnipe mimi, anajua <laughs> nini. Rafiki yangu awe ana nyumba, awe ana magari awe na mali awe na kila kitu chote cha ja kifahari hapa duniani, lakini kama hana kitu kimoja cha msingi bado yani, bado kabisa, huyo mwanaume anifai kwenye maisha yangu. Yani, kama hana Mungu, bado anifai kwenye maisha yangu, kwa sababu anaweza kaa na hivyo vyote lakini, ndo ikawa haina amani. Lakini nikiwa na Mungu, nikipata mwanaume ambaye hana hata pesa, hana chochote lakini najua Mungu atatupa taratibu, kadiri tutakavyoendelea kuishi tutaishi vizuri, tutaishi kwa amani pia, kwa sababu tuna Mungu. Mungu ndio kila kitu. Na pia kama unamtaka mwanaume wa namna hiyo, tende, nikupe nikuonishe sehemu anapopatikana. Sawa, rafiki yangu, tuondoke. Subili kidogo mm. Mama, niambie. Mi nakimbia kazini, nimechelewa dakika moja tu, niambie. Unajua, maisha hayapimwi kwa haraka zako, yanapimwa kwa maamuzi. Sijui kama unajua hili mama. Najua vizuri tu vizuri, lakini jua pia mbio ya mchangani ni kuanzia pamoja mimi nakimbilia kazini huko, nikipata miela yangu mishe o, na narudi tu, narejea kwa Mungu vizuri. Mungu mwenyewe anaelewa kunahitajika na sadaka huko, ndiyo. Mungu mwenyewe anaelewa sawa, ndio maana amekupa wewe uchaguzi. Najua, na jua nachokifanya, na ni mara moja tu, baadaye nitarudisha ya, baadaye nitarudisha. Shalom Pastor. Shalom kijana Kato, karibu sana. Asante. Mm, karibu mtu wa Mungu. Sasa Pastor, huu yeah, ni mwaka umeanza. Mm. na kawaida mwaka unapoanza, mm, huwa kuna mipango mtu unaiweka. Kweli kabisa kwa hiyo nimekuja hapa leo mm, Mungu aibariki mipango yangu. Taka Mungu aibariki mipango yako Ndiyo. Ok, lakini ufanya vizuri sana lakini Mungu habariki mipango wala njia. Mungu hubariki chaguo lako lenyewe. Chaguo ambalo Mungu analibariki ni lile ambalo umeambatanisha na mapenzi yake kwenye uchaguzi wako. Siku zote Mungu anaingilia kata, anabariki, anabariki chaguo hilo. Lakini kama chaguo lako halijambatana na mapenzi ya Mungu, hilo chaguo Mungu hawezi kuwa tayari kulibariki. Umefanya vizuri kuja hapa, lakini je, jitathmini hilo chaguo ambalo unaenda kulichagua, ndani ya chaguo hilo kuna mapenzi ya Mungu. Uh, Pasta, karibu. Nadhani kama hujanielewa mi mm. nimesema mipango, sijasema njia wala mapenzi. Sasa njia mapenzi vinaingilia naji na mimi mipango, okay. E, mi mipango. tu nataka Mungu aibariki mipango yangu ya mwaka mm. okay. kijana wangu kato kuna watu duniani wameweka mipango mingi sana, wameishia kuweka mipango kwamba itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi, lakini hajafanya chaguo, hajafanya maamuzi ya kuanza kufanya vitendo vinavyoendana na mipango yao. Mpango ni kwamba ni wazo lako ambalo yawezekano umeandika kwenye kitu fulani, itakuwa hivi, itakuwa hivi lakini unapochagua sasa kwamba mpango wangu itabidi ni nichukue hatua nianze kufanya pale, ndo uchaguzi sasa, kwamba huu mpango nitumie mbinu gani, nitumie tekniki gani, nipite kwenye njia gani, ili mpango wangu uwe vile nilivyotarajia kuwa. Ndio maana nikakuingiza kwenye mapenzi ya Mungu, kama kijana unayemwamini Mungu kwenye maisha yako. Kwa mpango nao nje ya mpango wa Mungu sio mpango chanya kwenye maisha yako, ni mpango hasi. Lakini ukichagua mpango wako kuambatanisha na mapenzi ya Mungu, mapenzi ya Mungu, achana na mapenzi ya Mungu yale ambayo unajua, duniani kuna mapenzi ya mwanamke na kijana, no. Kwa mfano mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako ni kwamba wewe uwe na amani uwe na furaha, watu wamjue Kristo kupitia wewe. Kwa utakavyofanya chaguzi yako, ina maana ndani ya chaguzi hiyo iwe sababu ya watu kumjua Kristo, iwe sababu ya wengine kuponywa, iwe sababu ya vijana kama wewe kuokoka. Hiyo ndo itakuwa, huo ndo utakuwa uchaguzi sahihi kwa Mungu na kwenye maisha yako na utakuwa ndo mpango. Sasa tunasema mpango hai, mpango uliokufa ni ule ambao umeishia bila, bila matendo. Kwa mpango wako ndo utakupa uchaguzi, unakuletea kwamba nichague, sasa nimepanga sasa nichague. Unashangaa una move kwenye maisha yako kila wakati. Sawa pasta, nimekuelewa. Niacha niende. Nashukuru kwa kunielewa eh, lakini pia kijana Kato, yeah. Usisahau sadaka kwa sababu bila sadaka huwezi. Ah. sadaka kwa leo sijajanayo ngoja nikajipanga nijiandae. Okay. Hiyo ya muhimu asana. Amini, na ninadhani kuna mzigo mzito sana na una changamoto ambayo umezunguka huko na huko wajapata majina, lakini kuja hapa umechagua njia sahihi. Nataka nikutie moyo au nataka nikufariji, sitaki staki sana nijue matatizo na changamoto ambazo nazipitia, ila ninachoamini neno la Mungu linasema hivi, Yesu akasema Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Ko, ukimwendea Yesu na kumwendea Yesu ni kuamini watumishi wake aliowaweka duniani, ukimwendea yeye utapata pumziko, na pumziko hilo linaanzia ndani ya moyo wako kula ambako ndo umeweka mizigo yeye, hiyo mizigo anaitua, ka unakuwa mwepesi kuanzia ndani mpaka nje. Na kitu kingine binti yangu Jemima, uh, usipende kuweka mizigo moyoni mwako, usipende kutunza hali ambazo hazistahili kuzitunza kwenye moyo wako wengi wamepoteza maisha kwa sababu ya kutunza mizigo ambayo haina maana. Zidi kabizi kabizi, Yesu. Yesu ndo anastahili kubeba mizigo yetu, ndo maana yupo. Kuamini Yesu utakuwa salama na utapata furaha, utapata amani, utapata raha kwenye nafsi yako siku zote. Hakuna jambo ambalo halina mwisho. Kama lilianza, basi litakuwa na mwisho. Usivunjike moyo, kuwa na matumaini, mwamini Mungu kila siku, utafika kwenye kilele cha utukufu. Nashukuru sana ceji, kwa kweli nilipoingia tofauti atakavyoondoka, kuna mzigo likuku ndani yangu, ila maneno yaloongea Unajua, siku zote maisha ni kuchagua. Ka naweza kuchagua hasi au chanya, ni wewe sasa. Lakini wewe umechagua njia sahihi kabisa kuja hapa, ambayo itakupa matokeo mazuri kwenye maisha. Utukufu kwa Mungu. Amina, karibu sana. Usiache kuja mm. Safi, nilikuwa na wazo kwa sasa ni kwamba nilikuwa na wazo kwamba tusitumie pesa nyingi sana kanisani na tusitumie muda wako mwingi sana kwa kanisani. Ni mawazo kwa ni, sababu nimefikiria kwamba ee kutakuwa na umaskini ambayo tunaitaji familia, familia itakuwa na kuangalia sisi, kwa hiyo tukitumia hela nyingi sana kanisani Uh, sawa, unavyo unavyozungumza unaweza ukawa wuvosawa ama usiwe sawa. Hata hivyo, sasa hivi nimetoka kwa pasta. Kama unavyojua, tuna mipango tumeiweka mwaka huu, na tukakubaliana kabla ya kufanya chochote, lazima tuende kwa pasta tukaiombee mipango yetu kwa mpasta, nimezungumza naye vizuri na alichonishauri shauri mbali na mipango tuliyoiweka, lakini cha kwanza kabisa kupitia mipango ile ile lazima iwe na mapenzi ya Mungu. Sijui nanielewa iwe na, na mapenzi ya Mungu, chochote tunachokipanga ukifanya mwaka huu ndani yake kiwe na mapenzi ya Mungu. Nimejaribu kumwelewa, nadhani kwenye mipango yote tutakayoifanya, yeye kasema kwamba inabidi tumpe sadaka, iambatanishwe na sadaka Sawa mke wangu, lakini alivyonishauri na mimi nimemwelewa kwamba ni lazima ili Mungu akubariki ni lazima umtolee na yeye pia sadaka, sadaka tunamtolea Mungu, tunamtolea mchungaji. Aa, naelewa kwamba kile tutakachobarikiwa tutakacho Mungu atakachotubariki kwenye mipango yetu Mfano, tumejaliwa tumepata zetu milioni tano, hata tukimpa elfu kumi na saba sio mbaya. Naona kwenye milioni tano tumempa elfu kumi na saba tumepungukiwa na pesa, lakini na hela ndefu kweli mkao. Kwa mfano nini mkao kwenye mipango tuliyoiweka, kwanza najikubali cha changu mimi kina mahesabu makali kwenye kitu kinaitwa pesa hmm. Hesabu zimelawa mm, kwa hiyo nataka kukuambia kitu kimoja mm, tutakayokusanya yote, mipango yetu yote, utampa mm, shilingi elfu kumi na saba tu haijalishi mm, tumepata milioni tano, tumepata milioni ishirini thelathini, mm, ila yeah, ya kwake kumi na saba, unaona iko iko vizuri eh. Sasa ofi yako nini bwana

Ukienda kanisani mara sadaka mara nini mara nini, hela zinakuwa zinapotea tu kwa masuala ya kanisani we'll. Maana nilikuwa nawaambia tu usipoteze muda wako sana kanisani na masuala ya kanisani, kila siku sadaka sadaka sadaka, hela zote zitaishia huko. Ndio maana nilikuwa natoa hilo wazo, ninaona tulia. Wewe ondoa shaka, ondoa presha.